Mdogo wangu yani, nitakiwa upambane, maana ulipomaliza shule form four ushaingia mtaani. Kwa hiyo nitakiwa upambane kama hivi mlivyoona hivi, sawa? Umeona? Sawa, eh, yani pambana kiume. Sasa mdogo wangu, vipi, mbona? <laughs> umekuta mikono bado, uchukue jiwe, chukua jiwe hapo, nani, utweke jiwe, asongo yeye. Jesus, <laughs> <Yeah>. Jesus. <Hey. laughs> Jesus.